Kesho tuna mchezo mgumu, mchezo wetu wa sita kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu NBC. Tunalijua kwa mchezo uliopita tulipoteza dhidi ya wapinzani wetu ee, lakini tuna mchezo mpya kesho, ambapo ni dhidi ya JKT. Tumejipanga vizuri kuhakikisha huwa hapa mchezo tunaondoka na, na alama tatu ni mchezo wa boli, mchezo ni wa makosa, na, na ile pale game, sisi hatuhesabu tena, ndio imeshapita. Kwa hivyo sisi ni akili zetu kwa muda huu tumeziweka kwenye game yetu ni ya kesho dhidi ya JKT. Tunajua JKT ni timu nzuri, ina benchi la ufundi nzuri, wachezaji wake ni wazuri, kwa hiyo ni akili zetu zote sisi kuhakikisha hatuwezi kupoteza mechi mbili tena. Ndio maana nimekuambia mwanzo, ni game ya kesho, ni game ngumu, umeona nafikiri. Lakini kwa jinsi ulivyoniuliza hiyo, kwa game iliyopita, kweli tumezitengeza ni chansi nyingi, hatukuzitumia unaona. Lakini game ijayo ni game ya kesho, nitarudia tena ni maneno yangu ya ile siku ile, eh tumeshalifanyia kazi jana na leo na, na, na, na, na uhakika wangu mkuu, game ya kesho, zile chansi haturudii tena, jambo yeah, la kwanza tunawaomba razi kwa mechi iliyopita, ilikuwa ni mechi ya dabi eh, walitoka mbali Mbeya na tulirosti goli mbili, lakini leo tunawaalika tena. Hii timu ni yao, ni wananchi wa Mbeya, waliokuepo Mbeya, waliokuepo Dar, sehemu yoyote, ni waje ni waishuhudie tena leo yani. Kwenye mechi ya kesho tumejipanga angalau kuwapoza, ambapo ni machungu walioyapata kwenye gemu ni adabi Asante uh, sana kwanza. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na afya njema na kama alivyoeleza mwalimu wangu sitokuwa naye mbali. Uh, tumeweza kujiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho, kwa maana mchezo ule uliopita tayari umeshapita. Uh, so tuna focus na mchezo wa kesho, kwa tumaini tunaweza kuondoka na alama tatu Ah, kubwa tunawaheshimu JKT, ni timu nzuri, lakini fans hapo game ni game, loti inaweza kutokea. Kwa hiyo kwa maana kupoteza mchezo sio kwa maana tukapoteza kila kitu hapana. Sisi kama wachezaji e, tunajua majukumu yetu na tunatambua umuhimu wa mchezo wa kesho na tutawajibika kwa yale ambayo mwalimu anaweza kutuambia tuweze kuwajibika kuweza kupata alama tatu. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye ana presha kwa sababu kila mtu amejiandaa vizuri akikubwa tu, tu tuweza kuweka rai kwa sababu mchi game ni game, anything will happen, inaweza kutokea chochote, lakini sisi tumejiandaa vyema kuhakikisha tunapambania alama tatu kuweza kufanikisha pale pale. Kuna malengo yetu yetu, hilo hilo ndio, kwa sababu lengo lengo letu kwa kwa kwa kwa sababu sababu kuu lilikuwa ni ni kupata kupata alama tisa, lakini lakini haikuwa bahati, tumeweza kupata alama tatu. Inshallah, kesho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapambania pointi tatu ili tuwe na alama sita, kwa wazi, kwa sababu sisi yetu na ambazo tunazihitaji sasa, liko wazi, sisi shida ni kumaintain, kubaki juu. Mwalimu maisha alifanyia kazi kwa maana tutazidi kushikilia pale tunapopashikilia.